Halo, karibu katika chaneli yetu ya Elimika. Leo tumekuletea tena majina ya walioitwa kwenye usaili jiji la Arusha, hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili ilikuwa kwanza endapo tutatoa mwendelezo wa video nyingine za majina walioitwa kwenye usaili katika mikoa mbalimbali mbali yanayohusu usimamizi wa pigia kura uchaguzi mkuu 2025 kama tunavyoona, hii ni list ya majina yaliyoitwa kwenye usaili na kwa maelezo mafupi tangazo linasema kwamba kwa, kwa madhumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu na kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha sita sita cha sheria ya uchaguzi wa rais wabunge na madiwani namba moja ya mwaka elfubili naishirianne ikisomwa pamoja na kanuni ya kumi na moja ya kanuni ya uchaguzi wa wa wabunge madiwani ya mwaka elfumbili na ishirini, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Arusha mjini anawatangazia waombaji wafuatao kufika kwenye usahili tarehe kumi tatu mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano saa nne asubuhi katika ofisi za kata sawa na mchanganuo hapa chini. Kwayo maelezo muhimu katika tangazo letu, muda wa usaili ni saa nne asubuhi. Tarehe ni tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Tangazo hilo linaeleza kwamba nafasi zote watafika katika ofisi za kata zao. Maanake ni kwamba nafasi zote tatu, wale walioitwa kwenye usaili kusimamia wapiga kura, nafasi zote tatu, msimamizi mkuu, saidizi na makarani wote wameitwa kwenye usaili tarehe moja, tofauti na majimbo mengine ambao kulingana na na, na, na oroza kuwa kubwa, wamewatenganisha. Kwa hiyo katika jimbo hili la Arusha mjini wote wameitwa kwenye usaili siku moja, na muda ni huo huo, ila utofauti wa vituo ni kulingana na, na kata zao. Kwa hiyo wote watafika kwenye usaili kulingana na, na kata zao, kwa sababu maelezo ya tangazo yamesema wafike kwenye ofisi za kata zao. Kwa hiyo atazingatia hilo. Kama wewe ni miongoni mwa waloitwa kwenye usaili Arusha mjini, kama unavyoona, hii ni listi kata, hapa naonyesha Baraha, lakini wapo wengine katane tofauti kama hiyo, daraja la pili. Kwa hivyo ndivyo ilivyo katika tangazo hili la Arusha mjini. Pia unaweza kupata tangazo hili katika chaneli yetu ya WhatsApp, kwa tutashare linki katika comment hapo, utapata kutufollow na kupata matangazo yote yanayohusu majina yaliyoitwa kwenye usaili ya wasimamizi wapiga kura uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Tuendelee kukumbusha, usisahau kusubscribe, kushia na comment ili kuwa kwanza kupata ujumbe ama notification pale tutakapotoa majina mengine ama maswali ambayo yameulizwa kwa wale ambao wametangulia kufanya usaili.